Wewe kijana, ambaye umeamua labda kujitoa akili na kwenda kuongea na huyo waziri wa vijana si waziri wa nini, hutakiwi kwenda pale kwenda kutoa malalamiko ya vijana ambao ni trivial, ambao yani kwa sasa hivi kwenda pale kuongelea uh, uh, kero ya maji au kero ya ya ajira kwa vijana au sijui kero ya sijui sijui kitu chochote kwa, kwa vijana ni kuondoa uzito wa ishu kero sasa hivi ambao vijana mnatakiwa muongee popote pale ambayo ina manufaa kwenu na kwa nchi hii ni tatu tu: katiba mpya, serikali ya mpito, uchaguzi kurudiwa. Hizo ndo yani, mnatakiwa msimame kwenye hizi nguzo tatu. Tumeshapita huko. Niliona video moja, eti kijana ana kwenye yale malalamiko, anampa huyo huyo waziri haramu, anaongelea nyinyi mnaendesha magari ya kifahari, si kweli? Tumezika watu bado tuna, tunaongelea ufisadi wa mbwa? Tumezika watu bado tunaongelea ufisadi, tunaongelea magari kwa uzito wa ishu ilipofika sasa hivi. Vijana mnatakuwa mmechachamaa kwenye katiba mpya, mmechachamaa kwenye serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa. Mnatakiwa mchachamae kwenye hizo nguzo tatu na na hizo ndo topic tatu kina Mwigulu hawazitaki. Hizo ndo topic tatu Samia hazitaki serikali hawazitaki kwa sababu wako tayari kuongea na nyinyi kwenye chochote lakini sio wapeni haki. Wako tayari kufanya lolote lakini sio kutoa haki. Kwaana nyinyi inabidi msimame kwenye nguzo hizo tatu za kudai haki na changes kwenye nchi. Tumeshazika watu kwenye nchi zingine kwa vifo vivyo tokea sasa hivi, kungekuwa na mabadiliko makubwa. Kenya wengi hivi na katiba mpya ilipatikana. Tanzania tumezika watu zaidi ya elfu kumi mpaka leo, mpaka leo hii serikali inawapigeni nyinyi danadana. Oh sasa hivi tunawasikiliza, tunawasikiliza wengi wasikiliza, sasa hivi, hii serikali tayari, kungekuwa kumeshawekwa tume ya katiba mpya hapa tayari, kungekuwa kumeshaanza kumesha talk za serikali ya mpito, kama ni serikali inaosikia. Lakini ni serikali ambayo bado bado iko kwenye kucheza akili wananchi lakini sio kutoa haki. Sasa hivi Watanzania wa tunacheza ngoma inayopigwa na sisi, wanatumia vyombo vya habari. Guys, mimi siwezi kufanya hii kazi forever kila siku kurudi kuwakumbusheni. I wish atokee na mtu mwingine ambaye atakuwa na platform hii asaidiane na mimi, especially mimi sasa hivi, at the end of the day, un unajua mimi nimeolewa kama mnavyojua nimeolewa as before nilikuwa na na like a lot of independence ya kufanya whatever, hata kama ataki nini nini, yani, ya kuleta kuendelea na hizi harakati zangu because I had a lot of money of my own, lakini sasa hivi sina income, sina hela, so i have lazima nimsikilize, ni shemeji yenu, akiniambia nitulie, akiniambia nini, you know, so inabidi atokee na mtu mwingine wa kunisaidia kufanya hii kazi kwa sababu kila napofanya hizi video, shemeji yenu okay, bado ni nini, nini watakuja kutuua. Mimi sijali, mimi sijali waje kutuua, but of course shemeji yenu cares. Na sasa hivi sina income ya kujifanya kiburi, sina hela, so i have to listen, so inabidi atokee na mtu mwingine anisaidie kufanya hii kazi. Lakini wa Tanzania sio, yani inakuwaje? Sasa hivi kina Mwigulu wanatumia media wanatumia media kuwasahulisha kichotokea bila kuwapeni haki yoyote. Inabidi kila Mtanzania kwenye akili yako sasa hivi uwaze kwamba sitaki kusikia chochote kwenye hii serikali zaidi ya kunipa haki, zaidi ya haki. Tumezika watu kwa ajili ya haki, na kina Mwigulu hawataki kutoa haki, wanataka kufanya ni propaganda tu. Na sasa hivi Samia katulia nyuma, anawatumia hawa kui kuilegeza nchi. Mkishalegea ndo atarudi sasa. Imagine, imagine guys, imagine mpaka nalichukia ili ili, ili neno guys. Sasa hivi imagine, uchaguzi umeibiwa, wametuua, bado wameshikilia nchi, hawajatupa hata haki moja tuliyoidai kwenye maandamano, hata haki moja. Na bado maisha yanaenda kuendelea. Wanawafanyieni tu sasa hivi, wana propaganda, wanawafanyieni? Tuambieni kero zenu. Kuna watu wanasema kwamba vijana wale wanaokwenda pale ni UVCCM. Sawa, wanaweza wakawa UVCCM, sio kweli vijana wa Tanzania. Lakini still hata huku kwenye social media vijana mnatakuwa me mmechachamaa kwenye kudai hizo haki tatu and not anything else. Hata huyo ha, uh, habil huko TikTok naona pia hadithi nyingi vitu vingi lakini yani, hayuko kwenye ile point kubwa. Point kubwa ni lazima haki zipatikane, and not anything else. Haki lazima ipatikane Tanzania, msilegee kwa chochote, kabla ya katiba mpya, kabla ya serikali ya mpito, kabla ya uchaguzi kurejea. Msiwaelewe kwa lugha nyingine yoyote, kwa sababu mmezika watu. Msiwaelewe zaidi ya hivi vitatu na, na, wao wanafanya kila kitu kuwaondoa kwenye topic ya hivi vitu vitatu, wanarudishani uh, kwenye topic ambazo ni, ni za vitu stupid.